Bilionea alihitaji fundi umeme haraka lakini hakutarajia mtaalamu huyo awe mwanamke mjamzito, hadi hadithi yake ilipobadilisha kila kitu. Asubuhi hiyo ilianza kwa msukosuko. Umeme ulikatika ghafla katika jumba la bilionea Hassan Mwinyi, mtu aliyefanikiwa katika uwekezaji, bima na mali isiyohamishika. Wageni walitarajiwa kufika kwa kikao muhimu cha fedha na mipango ya urithi lakini taa zilikataa kuwaka. Mlinzi alikimbia, simu zikapigwa, na hatimaye mlango ukagongwa kwa heshima. Aliposimama kufungua, macho yake yakakutana na mwanamke aliyevaa sare ya kazi, mikono yake imeshika sanduku la vifaa, tumbo likionyesha ujauzito wa miezi kadhaa. Shikamoo mzee, alisema kwa sauti tulivu, naitwa Amina, nimeitwa kurekebisha tatizo la umeme. Hassan alishtuka kimoyomoyo Hakutarajia hilo alifikiri fundi angekuwa kijana mwenye nguvu, si mwanamke mjamzito. Lakini aliona uthabiti machoni mwa Amina. Hakukuwa na kuomba huruma, kulikuwa na heshima na kujiamini. Alimruhusu aingie. Amina alianza kazi bila kelele, akizungumza kidogo, akipima waya kwa umakini. Hasan alimwangalia kwa mbali, mawazo yakimjaa maswali. Ni nani huyu? Kwa nini yuko hapa kwa nini moyo wake unahisi mzigo usioeleweka? Hakuwa tayari kwa majibu, sio leo. Kazi iliendelea na jumba likatulia. Amina alipanda ngazi kwa tahadhari, akisimama mara kwa mara kupumzika. Hasan alijikuta akimsogelea, si kwa sauti ya bosi, bali kama mtu mzima anayejali. Usijisukume sana, alisema kwa upole, afya ni muhimu kuliko kazi. Amina alitabasamu kidogo. Nashukuru. Lakini maisha yamenifundisha kufanya kazi kwa busara. Alirudi kwenye nyaya akizungumza kwa lugha ya kitaalamu iliyomfanya Hassan aheshimu zaidi ujuzi wake. Walipokaa kupumzika, chai ililetwa. Mazungumzo yakaanza polepole. Amina alisimulia kuhusu kazi zake ndogondogo, mikataba ya siku kwa siku, ndoto ya kujiwekea akiba na matarajio ya mtoto anayekuja. Alitaja kwa kifupi kuhusu mipango ya baadaye elimu, nidhamu ya fedha na umuhimu wa uwekezaji mdogo unaoanza mapema. Hassan alimsikiliza kwa makini, aliona hekima isiyotangazwa. Alikumbuka enzi zake za mwanzo, kabla ya mafanikio, kabla ya akaunti za benki na ushauri wa pensheni. Kulikuwa na ukaribu usiosemwa, lakini kila alipouliza swali la binafsi, Amina alibadilisha mada kwa heshima. Kulikuwa na kitu anaficha, ficha, si kwa hila Bali kwa maumivu yaliyopona nusu. Hasan alihisi hilo. Akajua hadithi hii haikuwa fupi, ilikuwa na mizizi mirefu na matawi yaliyofunika ukweli kwa muda mrefu. Umeme uliporudi, jumba likangaa. Wageni walichelewa, kikao kikahairishwa. Hasan alimshukuru Amina na kumpa malipo ya haki. Aliongeza kidogo zaidi bila makeke. Amina alishukuru, macho yake yakionyesha mchanganyiko wa faraja na heshima. Alipokuwa akiondoka, mvua nyepesi ilianza. Hasan akamzuia mlangoni, ngoja kidogo, nitakupangia usafiri. Amina alikubali bila kubishana. Walikaa kimya kwa dakika chache, mvua ikipiga paa taratibu. Hapo ndipo Hasan aliona alama ndogo mkononi mwa Amina, alama aliyowahi kuiona zamani sana kwenye picha ya familia iliyofifia. Moyo wake uliruka, hakusema chochote alijifunza kuwa subira ni uwekezaji bora kuliko haraka. Gari lilipofika Amina alisimama. asante kwa wema wako, alisema si kila mtu huona thamani ya mtu kabla ya hadhi. Maneno hayo yalimfuata Hassan hata baada ya mlango kufungwa. Alirudi ndani akaketi peke yake, akafungua droo ya zamani, akatoa barua iliyokunjwa, kumbukumbu ya ahadi iliyovunjika miaka mingi. Alifunga tena bado haikuwa wakati, lakini alijua siku hiyo ilikuwa mwanzo wa safari ndefu ya ukweli. Siku zilizofuata Hassan alimtafuta Amina tena, si kwa tatizo la umeme, bali kwa kazi ndogo ndogo alizohitaji nyumbani na ofisini. Kila alipopata nafasi, alimwangalia kwa macho ya utulivu, akisikiliza kwa makini bila kuuliza maswali mazito. Amina naye alianza kuzoea mazingira, alikutana na wafanyikazi wengine. Akajifunza taratibu za ofisi, akaheshimu kila mtu bila ubaguzi. Alizungumza kuhusu umuhimu wa bima ya afya, nidhamu ya matumizi na kuweka akiba kwa siku za baadaye. Maneno yaliyowagusa wengi waliokuwa wamechoka na ahadi hewa. Kulikuwa na vicheko vidogo na wakati mwingine ukimya mzito. Hassan aliona nguvu ya Amina katika udhaifu wake. Hakuwahi kuomba msaada, lakini alikubali msaada ulipotolewa kwa heshima. Lakini nyuma ya tabasamu kulikuwa na kivuli, simu zisizojibiwa, safari za ghafla, wakati mwingine macho yake yalijaa machozi bila sababu inayoonekana. Hassan alijua kulikuwa na siri, si ya aibu, ni ya historia. Aliahidi kimoyomoyo kutolazimisha ukweli. Watu wazima wanajua hadithi nzuri huiva polepole pole. Na wakati ukifika, ukweli hujitetea wenyewe. Siku moja jioni, Hassan alimkuta Amina akikaa nje akipumzika kwa shida kidogo. Alikaa karibu, akamkabidhi maji. Hakukuwa na hotuba, kulikuwa na uwezo tu. Maisha hunifundisha kitu moja, Amina alisema baada ya kimya, kwamba thamani ya mtu haipimwi na kelele, bali na uthabiti. Alishika tumbo lake kwa upendo, nitamfundisha mtoto wangu hayo. Hassan alimeza tamwe maneno yalimgusa zaidi kuliko alivyotarajia. Alitaka kusema mengi, kuuliza, kukiri, kueleza, lakini alichagua busara. Uko salama hapa, alisema kwa sauti ya chini, kazi na heshima, hiyo ndiyo ninayoweza kutoa kwa sasa. Amina alimtazama akitabasamu kwa shukrani, hiyo inatosha. Mvua ilianza tena nyepesi, mwanga wa taa ulionekana thabiti. Hakukuwa na siri iliyofilishiwa bado lakini nyoyo mbili zilikuwa zimeanza kusogea karibu polepole, pole kwa heshima. Mwisho haukuwa karibu, na hadithi hii bado inaandikwa kwa subira, kwa ukweli na kwa upendo unaokuja bila kelele. Siku moja ya Jumamosi, Hasan alipokea simu ya dharura kutoka kwa msimamizi wake wa mali. Kulikuwa na tatizo la mfumo wa usalama na jenereta. Bila kusita, alimtafuta Amina. Alifika mapema akivaa koti jepesi Uso wake umechoka, lakini umejaa azma. Hakulalamika, alianza kazi taratibu, akihakikisha kila hatua iko salama. Walipokuwa wakikagua chumba cha jenereta, amina alisimama kidogo. Hasan alihisi hofu isiyoelezeka. Tuko sawa, Amina alisema kwa upole, ni mapumziko tu. Walikaa chini kwa dakika chache. Hasan alimletea juisi na biskuti. Mazungumzo yaligeuka kuhusu mipango ya baadaye. Amina alizungumza juu ya umuhimu wa akiba, elimu ya kifedha kwa watoto na ulinzi wa familia kupitia bima. Alisema kwa ujasiri, kana kwamba alijifunza kwa gharama kubwa. Hasan alimsikiliza akitambua, hekima ya maisha halisi kuliko vitabu. Kabla ya kuondoka, Amina alimwambia, watu wengi hufikiria mafanikio ni kelele, lakini mafanikio ya kweli ni amani. Hasan alibaki akitafakari. Alianza kuona kuwa hadithi ya Amina ilikuwa kioo cha maisha yake yaliyofichwa nyuma ya mafanikio makubwa. Habari zikaenea miongoni mwa wafanyakazi wengine. Walimwonea wivu wa Amina, wengine walimuheshimu. Kulikuwa na minongono, lakini Amina aliendelea kufanya kazi kwa nidhamu. Hakujihusisha na maneno, alijua thamani ya muda na afya. Hassan, kwa upande wake, alianza kubadilika. Alipunguza mikutano isiyo ya lazima. Alianza kuzungumza zaidi na watu kusikiliza hadithi zao. Aligundua kuwa miaka ya mafanikio ilikuwa imemwacha peke yake. Amina bila kujua alikuwa anarejesha ubinadamu walioupoteza. Siku moja Hassan alimwalika mshauri wa fedha kuzungumza na wafanyakazi kuhusu mipango ya kustaafu na uwekezaji salama. Amina alikaa nyuma akisikiliza kwa makini. Baada ya kikao, alitoa maswali yenye busara. Mshauri alishangaa, una uelewa mzuri, alisema. Amina alitabasamu. maisha yamenifundisha, akajibu. Hasan alihisi fahari isiyoelezeka, lakini bado kulikuwa na ukuta kati yao, ukuta wa zamani uliojengwa na siri. Usiku mmoja, Hasan alishindwa kulala. Alitembea hadi chumba cha kumbukumbu, akafungua sanduku la zamani. Ndani kulikuwa na picha, barua na kumbukumbu za ahadi za ujana. Alishika picha ya mwanamke aliyekuwa na alama mkononi, ile ile aliyomuona Amina nayo. Moyo wake ulipiga kwa kasi, aliikumbuka hadithi aliyojaribu kuisahau: mapenzi ya zamani, mimba iliyopotea, na uamuzi mgumu uliofanywa kwa hofu na shinikizo. Aliamini kila kitu kilimalizika, lakini je, kweli kilimalizika? Asubuhi ilipofika, Hassan aliamua kuwa mwangalifu. Hakuweza kuharibu maisha ya Amina kwa kumbukumbu -kumbu zake, lakini alijua ukweli ulikuwa karibu kuliko alivyodhani. Alipokutana na Amina kazini, walibadilishana tabasamu la kawaida. Hakuna aliyesema chochote, lakini kimya chao kilikuwa zito. Kulikuwa na hisia ya kitu kinakuja, sio kwa haraka, bali kwa uhakika. Amina alianza kupata maumivu ya mara kwa mara. Daktari alipendekeza apunguze kazi nzito. Hasan alisisitiza apumzike zaidi na akapanga ratiba nyepesi. Hakufanya kama bosi, bali kama ndugu mkubwa. Wakati wa mapumziko, Amina alizungumza juu ya mama yake aliyemfundisha uadilifu na baba aliyepotea mapema. Alisema kwa sauti tulivu, bila lawama. Alijifunza kusamehe pema, alisema. Hasira huchosha. Maneno hayo yalimgusa Hasan kwa kina. Alitamani kuomba msamaha, lakini hakujua kwa nini hasa. Alijifunza kuwa msamaha huanza moyoni kabla ya maneno. Wafanyakazi walimpenda Amina zaidi. Alikuwa kiungo cha amani, alileta utulivu, nidhamu na heshima. Hasan alitambua kuwa uongozi wa kweli hauhitaji kelele, unahitaji mfano. Siku ya mvua kubwa, umeme ulipokatika tena, Amina hakuwepo. Hasan alihisi hofu, alipiga simu, hakupatikana. Baadaye alipata ujumbe mfupi. Niko hospitali, nitakuwa sawa. Hassan aliendesha hadi hospitali bila kufikiria. Alimkuta Amina amelala, uso wake umechoka lakini salama. Daktari alimhakikishia kuwa mtoto yuko salama pia. Walikaa kimya. Hassan alishika mikono yake kwa heshima. Samahani kama nimekuwa mzigo. Amina alisema kwa sauti dhaifu. Hapana, wewe ni baraka. Kulikuwa na machozi machoni mwao, lakini hakuna aliyeficha siri bado lakini uhusiano wao ulikuwa umeingia hatua mpya ya ulinzi, ya uaminifu na ya ukweli unaokaribia. Baada ya kutoka hospitali, Amina alirudi kazini kwa ratiba nyepesi. Haslan alihakikisha kuna msaidizi anayemsaidia bila kumfanya ajisikie dhaifu. Alizungumza naye kwa heshima, akisisitiza usalama na afya. Amina alikubali, akijua kuna nyakati mtu hupokea msaada bila kupoteza heshima. Katika ofisi kulikuwa na mabadiliko ya polepole pole. Watu walizungumza kwa sauti ya chini wakijali zaidi. Amina alipokuwa akipita, wengi walimpa tabasamu la matumaini, alikuwa ishara ya uvumilivu. Hassan aliona hilo na moyo wake ulijaa shukrani. Siku moja Hassan alimwalika mshauri wa sheria kuzungumza kuhusu mipango ya urithi na miradi ya kijamii. Amina alisikiliza kwa makini, macho yake yakionyesha wasiwasi. Baada ya kikao alimwambia Hasan, ni vizuri kufikiria kesho, lakini ni muhimu pia kurekebisha jana. Maneno hayo yalimgonga Hasan kama radi. Alijua Amina alikuwa anazungumzia zaidi ya fedha, lakini hakumlazimisha aeleze. Alijifunza wakati mwingine ukweli huja kwa mafumbo kabla ya kujitokeza wazi. Habari za ujauzito wa Amina ziliendelea kuzungumzwa. Wengine walimuuliza maswali yasiyofaa. Amina alijibu kwa heshima akihifadhi faragha yake. Hakumtaja baba wa mtoto. Alisema tu kila mtoto huja na baraka yake. Hassan aliona jinsi jamii inavyoweza kuwa kali kwa maneno. Alijikumbusha makosa ya zamani, jinsi alivyokimbia majukumu kwa hofu ya maneno ya watu. Alianza kujilaumu, lakini pia aliona fursa ya kufanya lililo sahihi sasa. Alimpa Amina bima ya afya kamili kupitia kampuni bila masharti. Alisema ni sera ya kazi. Amina alielewa, akashukuru kwa machozi yaliyofichwa. Alijifunza kupokea wema bila kuuliza maswali. Usiku huo, Hassan alikaa peke yake, akitazama picha ya zamani. Alizungumza kimoyomoyo, kama kweli wewe ni ulichobaki cha jana yangu, nitakuwa tayari. Lakini bado hakuthubutu kusema kwa sauti. Siku ya soko la kijamii Hassan aliunga mkono mradi wa kusaidia akina mama wanaofanya kazi za ufundi. Amina alishiriki kupanga, akitoa mawazo ya vitendo. Alizungumza kuhusu mikopo midogo, mafunzo ya usalama kazini na nidhamu ya kifedha. Alipohutubia kwa ufupi, sauti yake ilikuwa tulivu lakini yenye nguvu. Watu walimsikiliza. Hassan alihisi fahari. Huyu hakuwa mfanyakazi tu, alikuwa kiongozi wa kimya. Baada ya tukio, Amina alichoka. Hasan alimpeleka nyumbani. Walipofika, aliona nyumba ndogo lakini safi iliyojaa utaratibu. Kwenye ukuta kulikuwa na picha ya mama mzee na kijana mdogo. Hasan alitambua uso huo, moyo wake ulisita. Amina aliona mabadiliko usoni mwa Hasan. Unamfahamu? aliuliza. Hasan alimeza mate. Labda nilimuona zamani, akabadili mada. Ukweli ulizidi kusogea lakini bado ulikuwa hatari kuugusa. Amina alianza kujiandaa kwa kujifungua. Alipanga mambo kwa nidhamu: akiba ndogo, orodha ya mahitaji, na mipango ya mtoto. Hassan alimpa ushauri wa bima ya elimu na mfuko wa akiba wa muda mrefu. Hakulazimisha, alielezea kwa lugha rahisi. Amina alimsikiliza kwa makini. Ninataka mtoto wangu ajifunze kujitegemea, alisema, lakini pia ajue anaungwa mkono Maneno hayo yalimfanya Hassan ahisi mzigo wa miaka. Alitamani kusema umeungwa mkono, lakini alinyamaza. Alijifunza wakati mwingine upendo huonyeshwa kwa vitendo. Kulikuwa na mvutano mdogo kazini, mwanamke mmoja alilalamika kuhusu upendeleo. Hassan alisimama imara, alisisitiza sera na usawa. Amina hakutaka migogoro, alifanya kazi yake kwa bidii zaidi, akiacha matokeo yazungumze. Siku moja jioni Amina alimuomba Hassan akae naye. Alionekana mwenye mawazo mengi, alisema, ninataka kusema kitu, lakini si leo, nikiwa tayari. Hassan alikubali bila maswali, nitakuwa hapa. Uaminifu wao ulikuwa umeimarika, kulikuwa na heshima, subra na ukaribu wa kimya. Hakukuwa na ahadi za maneno, lakini kulikuwa na matendo thabiti. Usiku huo Hassan alirudi nyumbani akafungua barua ya zamani. Aliisoma kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi. Ilikuwa ya kuomba msamaha, aliweka sahihi tena kama ishara ya utayari. Ukweli ulikuwa karibu, lakini hadithi hii bado haijafika kilele. Kila hatua ilikuwa ikijenga mzigo wa hisia, kwa poleni, kwa busara na kwa heshima ya utamaduni.